Kisafiri kwa njia za moshi hadi dunia ya juu. Uingereza ilikuwa ya baridi kama alivyoelezwa, na ya kijivu kama maelezo ya kuzimu yalivyoeleza. Majengo marefu, taa nyingi, lakini mioyo ya watu ilikuwa mitupu. Rose aliingia katika mwili wa mwanadamu mrembo, mwanamke wa kisasa mwenye nywele nyeusi zilizotiririka mgongoni kama usiku wa manane, macho mekundu yaliyokuwa kama moto wa mbali na ngozi iliyong'aa kama shaba ya kale. Alianza kazi yake katika mtaa wa Soho, mahali pa starehe, pombe, muziki na tamaa. Humo aliingia vilabu vya usiku, akijifanya ni mgeni kutoka nchi nyingine, akijichanganya na wanadamu. Wanaume walimfuata kama nzi wa damu. Mwanamume yeyote aliyejaribu kuwa karibu naye alijihisi amepotea katika ndoto, lakini alipomgusa tu Mwanga wa uhai wake ulizimwa na roho yake ilitoweka bila kilio. Aliwaacha wakipatikana asubuhi wakiwa hawana pumzi, lakini wakiwa hawana hata jeraha. Kwa siku saba tu, Rose alikuwa amechukua roho ishirini. Alikuwa mwepesi, mjanja na hajawahi kushindwa. Kila usiku alirudi chumba chake cha hoteli ya kifahari, akitazama orodha ya waliopotea. Na kuliwazika kwa nguvu za kuzimu. Lakini siku ya nane kila kitu kilibadilika. Siku hiyo kulikuwa na baridi kali, mvua ilionyesha kwa wima, na anga lililokosa mvua lilijaa ukungu mzito. Rose aliingia kwenye duka dogo la kahawa karibu na chuo kikuu cha London. Si kwa sababu alihitaji kahawa, bali kwa